Watu aliotochaga ni wadogo sana. Baada apo, nikienda shule nabeba mtoto mdogo yule yu huyu aliyetokanaye na mwingine akushika mkono. Baada hapo, kaanza kuishi hivyo hivyo. Maisha nilikuwa inaishi kijijini, nilipoona mazingira magumu kijijini, bora niende sehemu yoyote tu, najua atakaye niokota ni nani. Sikujua ni nani atakija kuniokota huko. Kwa hiyo mimi, changamoto yangu, nikienda kwenye vibarua vya watu ndo tunapata kula, nisipofanya kazi si atujala ndani, ndo changamoto yangu ndo, hivo, ndo hivyo, ndio maisha mnavyoniona hapa na pale. Nisipotafuta atuli, nikitafuta ndo nikipata chochote ndo tunakula. Nashukuru sana kwa msaada wenu pamoja na mbunge mwambieni asanteni, ule binti amkwa, leo amefurahi sana. Unajua nyie ndo mama zangu, ndo baba zangu, ndo kila kitu, peno naombeni, msiniachi kwa mazingira yangu ninayoshimia nilipo, naona ndo ananitegemea mimi, ndo baba, ndo mama Nashukuru sana. Tulipata taarifa kutoka kwa viongozi wa serikali za mitaa kwamba kuna familia ambayo inapitia mazingira magumu, ina uhitaji, na tukaja kuwatembelea na kubaini baadhi ya changamoto walizokuwa nazo kwenye familia hii. Na kama ilivyo kawaida, baada ya kupata kujua changamoto zilizopo ndani ya familia hii e, tumeleta e, chakula, mchele kilo arobaini lakini pia tumeleta vifaa vya shule kwa maana ya sare za shule kwa wanafunzi wote wawili, sare za shule ambazo zimekamilika kwa maana ya masweta, uh, lakini pia na shati na suruali na sketi kwa ule wa sekondari, soksi, viatu, lakini pia madaftari tumeyaleta, pamoja na, na, na peni kwa ajili ya kuandikia. Lakini vile vile tumewaletea mavazi kwa maana ya nguo za kuvaa wakati wakiwa nyumbani, nje ya shughuli za masomo. Mheshimiwa um, Dokta Tulia amekuwa na mwendelezo wa kusaidia familia ambazo zinapitia changamoto mbalimbali mbali, na leo imempendeza kuwa sehemu hii na sisi. Kiukweli tunawaomba wakazi wa Mbeya mjini na Watanzania wote kwa ujumla tuendelee kumwombea Mheshimiwa Dokta Tulia kupitia Taasisi ya Tulia Trust ili Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki na kumjalia zaidi tuweze kuzifikia familia nyingi kwa sababu wenye uhitaji ni wengi hawa ni wachache kati ya wale wengi ambao wana changamoto kama hizi. Familia hii kwa kweli ilikuwa naishi maisha, maisha magumu sana. kwa msaada ambao mmetupa hapa nafikiri watafarijika mpaka sasa. kwa kweli, maisha, liwa, kwa kweli maisha aliyokuwa naishi ubinti ni magumu sana. Kwa msaada huu kwa kweli, Mungu aendelee kumsaidia nani spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mara nyingi sana anatufariji tufariji wa Mbalizi Road ni mara nyingi ametuona ya yani hata kushukuru huwa tunashindwa, tuseme neno gani la shukrani, kwamba amini kwamba hizi shukrani zinatoka ndani ya mioyo yetu. Hata tungekuwa na majanga ya aina gani huwa anafika, lakini kwa hili linaenda kutengeneza historia mpya ya huyu binti kwa maisha anayoyapitia, kwamba sasa ana uhakika wadogo zake watakwenda shule, wakirudi shule watakula. Tunamshukuru sana mbunge kwa kazi anazozifanya Mungu ametenda Ninashukuru sana, namshukuru sana Tulia. Yaani mimi ni kama bibi au mlezi. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Pasco Ndambo na hii ni Manara TV.